Karibu katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtaani kuzungumza na jamii wanaofahamu vipi ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Ugonjwa wa vidonda vya tumbo umekuwa ugonjwa tishio sana katika jamii zetu. Sasa leo, twende tukasikie watu wanafahamu vipi dalili zake, wanafahamu vipi namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Nadhani ni wakati sahihi sasa wa kwenda kuzungumza nao na Chinonso. Chinonso wenzetu tukazungumza nao Habari ya saa hizi. Nzuri, unaendeleaje? Alhamdulillahi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Unaofahamu uh, vipi gonjwa vidonda vya tumbo? Uh, vidonda vya tumbo kwa mimi ninavyofahamu, <laughs> yaani vidonda vya tumbo ni kama yaani mtu ambaye uli kwa wakati, yaani kwa mimi ni jinsi ninavyofahamu. ni mtu ambaye huli kwa chakula kwa wakati vidonda vya tumbo uwaga unakata maeneo ya pachembe cha moyo maeneo ya mgongo, na kama tumbo linawaka moto. Ni mtu akishindana njaa ni kwa muda mrefu, ndio inapelekea kupata vidonda vya tumbo. Ugonjwa wa vidonda vya tumbo, kwanza limekuwa tatizo sugu na anasumbua watu wengi, lakini kwa hapa kwetu naweza kusema kuna vitu ambavyo vinasababisha ugonjwa huo lakini kabla hatujafika huko, kuna pia bakteria ambayo wanasababisha ugonjwa wa bakteria, nimemsahau kidogo, lakini kuna bakteria ambaye nasababisha aina fulani ya vidonda vya tumbo. Sasa kabla hatujaeleza sababu ambazo zinasababisha, kuachana nayo bakteria, lakini na ufahamu kwa kiasi fulani, kwa kiasi hicho. Kwa kusema kweli, wanawasema wengine wanaumwa kifua hapa, wanaumwa mgongo tumbo linawaka moto, ndio unavyoona dalili zao wenyewe wanavyolalamika. Uh, kwa namna jinsi unavyofahamu ugonjwa vidonda vya tumbo uh, unaweza kutuambia dalili chache ambazo unazozifahamu kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo? Eh, kuna dalili ambazo zinaweza zikatokea kwa mtu ambaye na, anaweza akaanza kupata vidonda vya tumbo. Unaweza ukapata heartburn. Heartburn ni kiungulia Unaweza ukasikia kinunguria kuanzia sehemu ya esophagus mpaka katika maeneo ambayo yanaenda yana, mpaka katika utumbo, kwa maana unasikia kama kinunguria hivi hatubane. Lakini pili, maumivu ya tumbo ya mara kwa mara na kuharisha, wakati mwingine inaweza ikampata mtu ambaye ana vidonda vya tumbo, na ikiwa serious sana, unaweza ukaisha mpaka damu, unaweza ukafikiri una dysentery nice lakini sio ni vidonda vya tumbo hivyo dalili ya kwanza ni mtu kuwa na yani tumbo kuuma mara kwa mara kuumwa tumbo kupata yani, yani kutapika damu yani hivyo wengine nilivyokuwa naona dalili zake ni kifua kuuma tumbo kuwaka moto na wengine hadi mgongo unauma mimi dalili ambayo inaisikia mimi kama mimi, tumbo huwa linawaka moto, chembe cha moyo kinawaka moto hapa, na mgongo, mgongo huwa unakaza, na hasa nikiwa nimekaa muda mrefu sijala. Naweza kunitajia mbinu za kujikinga dhidi ya ugonjwa wa vidonda vya tumbo? Eh, nitajie tafadhali. Ndio hivyo, kutokula kwa wakati njia ambayo nafahamu mimi, kula kula kwa wakati, kupunguza mawazo. Yani kuna takiwa ule kwa wakati. Yani mimi ninavyoona, cha kwanza ni kupunguza mawazo, cha pili kula kwa wakati, kwa sababu kuna wengine wana vidonda vya tumbo na wasikiaga, wanasema wanaharisha mpaka damu vikiwashika. Kwa hiyo ina maana tule kwa wakati, tupunguze mawazo. Kwanza tuwe na nidhamu katika chakula, vyakula tunavyokula, tuepuke sana vyakula ambavyo vinasababisha heartburn. kama na kinongoria. Vyakula vyenye gesi nyingi na vinywaji vyenye gesi tujaribu kuepuka na, na hasa hivi vyakula vya kwenye makopo foods. tujaribu kuepuka hata vinywaji vile vikali vikali tujaribu kuvyepuka. Kwa hiyo ni rahisi sana kupata vidonda vya tumbo. Pia katika ulaji wa, unywaji wa pombe, pombe kali na matumizi makubwa ya pilipili, na wenyewe tujaribu kuyaepuka ili kuweza kuzuia mlipuko wa vidonda vya tumbo. Tumetoka kuzungumza na jamii, umetoa maelezo yao na maoni yao kiujumla, namna gani, jinsi wanavyofahamu ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Nadhani sasa ni wakati sahihi wa kurudi katika kituo chetu cha Royal Polyclinic kwende kuzungumza na daktari wetu atupe maelezo ya kina na sahihi kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni majeraha au michubuko ambayo hupatikana katika ukuta wa ndani ya tumbo au sehemu baada ya tumbo, yaani sehemu ya kwanza ya utumbo mdogo. Majeraha haya au michubuko husababishwa na maambukizi ya bakteria ambayo hujulikana kwa jina la kitaalamu kama Helicobacter pylori au H. pylori. Lakini pia maambukizi haya huweza kusababishwa na ongezeko la juu la kutengenezwa kwa asidi ndani ya tumbo na sababu nyingine huwa ni matumizi ya dawa za maumivu kama vile aspirin, diclofenac pamoja na ibuprofen. Na pia sababu nyingine za michubuko hii ni pamoja na unywaji wa pombe wa kupita kawaida pamoja na uvutaji wa sigara. Pia sababu kuu au sababu nyingi ambazo husababisha watu wengi kupata vidonda vya tumbo ni msongo wa mawazo au stress. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo ni kama vile maumivu ya tumbo, hasa yaliyo juu ya kitovu mara nyingi. Lakini pia tumbo hujaa gesi, mgonjwa hupata kichefuchefu, kukosa hamu ya kula lakini pia wakati mwingine mgonjwa huweza kutapika, na kama hali haitadhibitiwa mapema, mgonjwa anaweza akawa kwenye hatari ya kutapika damu pamoja na kupata choo cheusi. Endapo utapata dalili hizo, wahi haraka kufika kituo cha afya ili kupata msaada kwa jinsi ya kutibu vidonda vya tumbo ili usiweze kupata madhara zaidi. Jinsi ya kujikinga na ugonjwa wa vidonda vya tumbo, fanya yafuatayo. Cha kwanza Epuka matumizi ya dawa za maumivu ambayo hayana ulazima. Jaribu kutumia dawa za maumivu baada ya ushauri kutoka kwa daktari. Lakini pia epuka kula chakula bila kunawa mikono, kwa mikono ambayo sio safi na salama. Lakini pia jitahidi kupata chakula mara kwa mara kidogo kidogo, ili tumbo lisikae muda mrefu bila kukosa chakula na hivyo kusababisha asidi kuwa nyingi na kuongeza madhara zaidi lakini pia epuka vyakula ambavyo vinaleta msisimko ndani ya tumbo, mfano vyakula vyenye asidi kwa wingi kama matunda mabichi au vyakula mfano wa pilipili. Lakini pia epuka matumizi ya pombe pamoja na sigara, kwa sababu vyote huongeza madhara katika vidonda vya tumbo kuzidi kukua. Endapo utakutwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo, matibabu yake hujumuisha dawa kwa ajili ya kuondoa bakteria wa H. pylori ambaye ndiye msababishi wa vidonda vya tumbo, lakini pia dawa kwa ajili ya kupunguza kiwango cha asidi katika tumbo, ambacho ndicho husababisha vidonda vya tumbo kuzidi kuendelea kukua. Lakini ni muhimu kukumbuka, kama wewe ni mhanga wa vidonda vya tumbo, badilisha mfumo wako wa maisha. Hii ni pamoja na kuondoa stress au msongo wa mawazo. Acha kabisa kutumia dawa za maumivu bila kupata ushauri wa daktari, lakini pia pata mlo kamili at least kidogo kidogo kwa wakati, na epuka vyakula ambavyo vinasababisha kuongezeka kwa vidonda vya tumbo. Pia epuka matumizi ya sigara pamoja na pombe. Ukifanya hivyo, utaepuka ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Endapo utapata dalili, fika katika kituo cha afya cha karibu ili kupata ushauri pamoja na matibabu. Vidonda vya tumbo vinatibika. Usipuuze maumivu ya tumbo ya mara kwa mara. Afya yako ni ya muhimu sana. Wai, kituo cha afya, mara unapoona una dalili za vidonda vya tumbo, fika kituo cha afya cha karibu au kituoni kwetu Royal Polyclinic iliyopo Ilala Bungoni, ili tukupe tiba na msaada wa haraka kwa jinsi ya kutibu vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinatibika. Wai, sasa na imani tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Tumemmsikiza daktari wetu ametoa maelezo sahihi na ya kina kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Nadhani kila mtu sasa amepata majawabu sahihi ya yale maswali yake yote kuhusiana na ugonjwa huu wa vidonda vya tumbo. Usisahau ku like, ku comment, ku subscribe kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic na kubonyeza alama ya kitufe, alama ya kengele. See you next time. Bye bye.